Karibu katika mada. Leo tutaangalia dalili za awali za ujauzito wa mapacha jinsi ya kuzitambua. Wanawake wengi wanatamani kujua mapema ikiwa wanatarajia mtoto mmoja au mapacha. Baadhi ya dalili za ujauzito wa mapacha zinaweza kufanana na ujauzito wa mtoto mmoja, lakini kuna ishara maalum zinazoweza kusaidia kutambua mapema kama na mapacha au kama na mtoto mmoja. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye video hii, tafadhali usisahau kusubscribe ili uwe unapata mauzuri mara kwa mara pindi tunapo upload. Dalili kuu za ujauzito wa mapacha ni pamoja na morning sickness, yani kutapika mara kwa mara. Hii ni kutokana na kiwango cha juu cha homoni ya homo homoni chorionic gonadotropin HCG. Homoni ya HCG ni homoni inayotolewa na mwili wakati wa jauzito. Katika jauzito mapacha kiwango cha hCG huwa juu kuliko kawaida. Dalili zake ni kama kichefuchefu cha asubuhi huwa kinazidi kuliko hali ya kawaida, lakini pia huwa anatapika mara kwa mara na huwa huanza mapema katika jauzito mapacha. Uchovu kupita kiasi. Wanawake wengi huhisi uchovu wakati wa ujauzito, lakini katika ujauzito mapacha uchovu unaweza kuwa mkubwa zaidi. Hii ni kwa sababu mwili unafanya kazi mara mbili kuendeleza ukuaji wa mtoto tumboni. Tumbo kuku kukua haraka kuliko kawaida. Wanawake wengi wenye ujauzito mapacha huanza kuona tumbo lao likikua haraka kuliko wanawake wenye ujauzito wa mtoto mmoja ikiwa ujauzito wa pili au zaidi, ongezeko la ukubwa wa mtoto linaweza kuwa dhahiri mapema zaidi. Dalili ya nne: njaa kali au hamu ya kula isiyo ya kawaida. Kuwa na mapacha kunahitaji lishe zaidi kwa sababu watoto wawili wanakuwa kwa wakati mmoja. Wajawazito wa mapacha mara nyingi huhisi njaa mara kwa mara na uhitaji kula zaidi. Dalili ya tano, mapigo ya moyo kuwa juu zaidi. Moyo wa mwanamke mwenye mapacha hufanya kazi kwa bidii zaidi, kupitisha damu ya kutosha kwa fetasi mbili. Madaktari mara nyingi hutambua ongezeko la mapigo ya moyo kwa mwanamke mwenye ujauzito uzito wa mapacha. Dalili ya sita, matokeo ya kipimo cha damu au ultrasound. Vipimo vya damu vinaweza kuonyesha viwango vya juu vya hCG na progesterone ambavyo ni kiachilia cha ujauzito wa mapacha. Kipimo cha ultrasound mara nyingi baada ya wiki sita mpaka nane, ndicho thibitisho wa uhakika zaidi ya ujauzito mapacha. Tofauti kati ya ujauzito wa mtoto mmoja na mtoto mmoja na mapacha: katika ujauzito mtoto mmoja, dalili nyingi zinaweza kuwa nyepesi au za kawaida, lakini kwa mapacha, dalili zifuatazo huwa zinazidi kidogo. Kwanza ni morning sickness mkali zaidi, yani kutapika na kichefuchefu, tumbo hukua haraka, uchovu mkubwa, hamu ya chakula ni kubwa zaidi, na kipimo cha ultrasound. Nini cha kufanya kigundua na ujauzito mapacha? Cha kwanza, hakikisha unapata virutubisho vya kutosha kwa ajili ya ukuaji wa mtoto. Majaribio ya mara kwa mara, ziara ya hospitali ziwe za mara kwa mara ili kufuatilia maendeleo ya mtoto. Pumzike vya kutosha. Uchovuuna unakuwa ni mkubwa sana, hivi ni muhimu kupata muda kupumzika. Tiba ya asili ya kupunguza kichefuchefu: tangawizi, maji ya ndimu na kula vyakula vya mara kwa mara vinaweza kusaidia kupunguza kichefuchefu. Epuka matibabu ya dawa ambazo hujashauriwa na daktari kwa ajili ya kupunguza kichefuchefu, kwani zinaweza kuatarisha ujauzito wako. Mazoezi ya mwili, mazoezi mepesi kama kutembea au yoga yanaweza kusaidia punguza maumivu ya mgongo na kuboresha mzunguko wa damu. Ikiwa unapata dalili hizi, ni vizuri kwenda hospitali kwa uchunguzi wa kina. Kujua mapema kuwa una ujauzito wa mapacha kukusaidia kujitayarisha kiafya, kimwili na kiakili. Tafadhali usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili uweze kupata mazuri zaidi kuhusu afya ya uzazi na ujauzito. Ulikuwa nami Daktari Lenikomba, nikutakie tukutane katika